Katika siku za karibuni ubalozi umekuwa ukipokea malalamiko kutoka kwa wafanyabiashara na wananchi wengine ambao wamekuwa wakiagiza bidhaa hapa Uingereza hususan eh, magari yaliyotumika, na baada ya kutuma fedha hawajapokea eh, magari ambayo wamenunua na wengine wamesubiri mpaka miezi sita hadi mwaka pasipo kupata haki yao. Hali hii imewasababishia usumbufu mkubwa pamoja na hasara ya kifedha. Kwa mara nyingine tena, ubalozi unapenda kutoa rai kwa wafanyabiashara wetu na mtu mwingine yote ambaye anataka kuagiza gari ambalo limetumika hapa Uingereza. Wachukue tahadhari za msingi wanapofanya manunuzi ili kuepuka usumbufu na hasara zinazoweza kujitokeza. Vile vile tunawashauri wachukue hatua za tahadhari na hatua hizo ni pamoja na: moja, wahakikishe kwamba kampuni ambayo mtu unataka kununua gari kwayo hapa imesajiliwa na ipo hai yaani active. Uhakiki unaweza kufanywa kupitia tovuti rasmi ya serikali ya Uingereza ambayo anwani yake tutaiwasilisha kwenu baada ya tangazo hili. Pili, pale ambapo wamejihakikishia kwamba kampuni hipo imesajiliwa, kabla ya kufanya manunuzi, ni vizuri kuingia mkataba rasmi wa manunuzi na kampuni hiyo. Kwa bahati nzuri, zipo ofisi za sheria zinazoweza kukusaidia e, kuandaa mkataba huo, na baadhi ya haya makampuni yanamilikiwa na wanadiaspora wa Tanzania wenzetu ambao wanaishi hapa Uingereza wa wakikusaidia kuwa na mkataba, hata yakitokea matatizo wataweza kukusaidia kufuatilia, kwa sababu wao wako huko Uingereza na wata kuepusha hasara ya zaidi ya kuja kusafiri kuja huko kufuatilia haki yako. Tatu, tunawashauri wanapoingia mkataba wa kufanya manunuzi, kwa wale ambao wananunua kitu cha gharama kubwa sana e, basi wangetumia utaratibu wa malipo wa letter of credit badala ya kutumia utaratibu wa kutuma fedha taslim moja kwa moja kwa njia ya kibenki telegraphic transfer. Utaratibu wa letter of credit unafaa zaidi pale ambapo kiasi cha malipo ni kikubwa, kwani utakulinda wewe mnunuzi, endapo muuzaji atakiuka masharti ya mkataba. Katika hali hiyo, fedha ambazo utakuwa umelipa hazitolipwa kwa yule muuzaji. Ni kweli kwamba malipo kupitia letter of credit yana gharama ndogo ya ziada, lakini manufaa yake ni makubwa kwa kuwa fedha zako zinakuwa salama, hususan pale unapokuta uko kwenye mazingira ambayo muuzaji sio mwaminifu. Maelezo kuhusu namna na ya kufungua letter of credit yanaweza kupatikana katika benki yoyote hapo nchini. Hatua ya nne tunayoshauri ni kufanya upekuzi wa historia ya gari kabla ya kufanya malipo. Hii ni kwa wale wanaonoa magari hapa Uingereza. Upo utaratibu wa kufanya tathmini ya hali ya gari, kila mwaka MOT. Kwa hiyo ipo tovuti ya serikali ambayo ukiweka namba ya gari lile ambayo unalinunua, yani namba ya usajili ya hapa Uingereza, utapata historia nzima ya gari kama lilishapata ajali, kama lilikuwa na matatizo, kama walikuwa wanalifanyia service, ayo yote hayo utayapata kwa urahisi kwenye tovuti hiyo. Anwani ya tovuti tutaitoa baada ya tangazo hili. Hatua ya mwisho tunawashauri eh, kuangalia uwezekano wa kufanya ukaguzi kabla ya kusafirisha gari au mzigo pre-shipment inspection. Yapo makampuni ambayo yanatoa huduma hii, unawalipa wanakufanyia hiyo inspection wanakupa report ili ujiridhishe kwamba kinachosafirishwa ni kile ambacho umekinunua. Mwisho, yapo makampuni ya Tanzania ambayo yanatoa huduma ya kuuza magari kwa Watanzania huko nyumbani. Haya makampuni kwa kawaida yanatuma wawakilishi wao kuja hapa Uingereza kufanya ukaguzi na kuchagua gari kulingana na matarajio ya mteja. Kama uwezi kutuma gari, kutuma fedha moja kwa moja kwa kampuni za huko Uingereza, unaweza ukatumia makampuni yao ya nyumbani, kwa sababu ni watu wako hapo nyumbani, wanaaminika, na kama kutakuwa na matatizo yote yakitokea, ni rahisi kudil nao hapo nyumbani kuliko kudil na kampuni iliyoko kunje. Ni imani yangu kwamba wale wote ambao wanakusudia kununua magari kutoka hapa Uingereza e, wazingatie ushauri wetu ili waepuke kutapeliwa. Asante sana.